Na, asalamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, kwa majina mimi naitwa Ismail Abdul, nyuma kamera ni Maliki, na siku leo tumepata fursa kubwa ya kukutanana na kiongozi wetu, aidha honorable wetu Karenga Ramadhani, tutazungumza naye machache kusikana na harakati za dini pia na maendeleo ya Uislamu. Naam Ustaz, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala islam, kwanza tungependa utuambie Ramazani imekwisha. Mambo gani mtu anatakiwa yafanye Ramazani kisha? E, kama Muislamu nafikiri ni kuendelea kutenda yale mazuri ambayo tumefundishwa katika dini yetu, na miongoni mwa hayo ni watu kubaki kwenye ibada e, na kuendelea kuwa tukishirikiana katika mambo mengi yale ya kuendeleza dini yetu, ikiwa wale wanataka kujenga shule, wanataka kujenga misikiti watu wanaotaka kujenga zaanati, kujenga vituo vya kulelewa watoto yatima e, na hayo ndiyo tuyapiganie na tuysiyapiganii kwa kwetu hapa mjini Rumonge tu, ila tupanue Rumonge, kwa sababu leo Rumonge ni mkoa. Kwa hivyo tuna kazi kubwa ya kufanya baada Ramadhani. ya Ramadhani tumeona katika komine Rumonge zoni Gatete hapa kitongoji cha Makombe imekuwa mara kwanza kusaliwa laidi. Unahisi ni kwa nini imekuwa mara kwanza? Mimi nafikiri kwanza ni jukumu la waongozi wa kidini ambao pengine wameamua hivyo, wameona inahitajika. Lakini mimi kwa sababu napazoea hapa Makombe ni kwamba Waislamu kwanza wamekuwa wengi, ukiangalia hapa Makombe, ukiangalia hapa jirani kijiji cha Mji Mwema, ukitoka hapo ukienda hata hapo mbele Gahore, hizi e, sehemu zote zimekuwa na maeneo mengi ya maendeleo yenyewe yakuwa yanafanyika hapa kwa mfano, hivi karibuni tu kuna kituo kitaanzishwa hapa e, Mtambara e, ambacho kimejengwa na milki ya Dubai, ambacho itakuwa ni shule ya msingi, shule ya sekondari e, zahanati, pamoja na majengo ya watumishi e, pamoja pia na viwanja vya spoti, na pia kuna shule ya ufundi inayojengwa hapa kwa mamlaka ya Oman e, pamoja na msikiti na kuna vitu vingi ambavyo sasa leo vya Kiislamu vinaashiria kwamba Mtambara itakuwa kitovu pengine kutoa uswahilini Rumonge cha maendeleo ya Kiislamu. Kwa hivyo nafikiri hii ndio ni katika moja ya kuhamasisha watu wa makombe waone kwamba na wao wamo katika maendeleo, na wanaweza kuwa Burukiro siku nyingine, watu wabadilishe, waende wakasalie. Tunaweza kuamua kutupa viwanja bure ili tuendeleze vitu vya maendeleo na wakatusaidia, kwa sababu hata wengine wanasaidiwa ndo njia ya serikali hiyo. Tukiingia katika masuala ya maendeleo ya Uislamu na pia maendeleo ya jamii, mara nyingi huwa inazungumzwa tu ni hazanati, masomo ya Kiislamu, misikiti. Ni kwa nini masuala ya kusimeti hospitali, kwa sababu Uislamu tunataka tuwe na afya, haizungumzwi mara kwa mara ha? ni kwa nini? Ah, mimi nafikiri ni muono wa watu. Maendeleo unajua yanaweza kuja kwa njia yoyote ile. Mm. E, kwanza tuhakikishe kwamba tunakaa pamoja. Hii ina tatizo, kwa sababu tungekuwa tunajenga hatua kwa hatua, tunasema hivi katika mwaka huu au miaka hii mitano tujenge misikiti tu, miaka mitano ikisha, tunajipangia tuende tukajenge mashule tu, miaka mingine mitano tuna tukajenge hivi. Kwa Kifaransa, wanaita plan strategique. Kwa hivyo hii ndio inatukosa katika Uislamu, lazima tuwe tunakaa shura, watu wanafundishwa nini kifanyike katika vipindi hivi na hivi hivi na hivi hii ndio itatusaidia, vinginevyo tunajenga ovyo ovyo. Nakubaliana na kubaliana wewe kwamba kuna baadhi ya vitu unakuta kwa leo ukiangalia chachu ya maendeleo havihitajiki. Tuanze kwa mfano masomo e, tunajenga ita, ita, ita, ita, itazungumziwa na itafikia hii ni kamilifu, kwa sababu kwa mfano kuna hiyo miradi nimekutajia maendeleo ambayo imefanyika hapa Mtambara ambayo inahitaji umeme lakini cha pili ni kwamba mimi mwenyewe kuna vitu ambavyo nimehusika katika kuviletea maendeleo. Ndio maana nasema umeme utakuwa, kwa mfano hii barabara ya kuanzia hapa kwenye makutanio ya Mtambara mpaka Nyanza, tumepata msaada wa mamlaka ya Saudi Arabia, ndio umetusaidia milioni karibu hamsini sitini za dola, ili waweze kujenga hii barabara. Kwa hiyo wakijenga barabara, unaona umeme unafuata Halafu pia wa, wa, wa, wa mfalme mrithi wa kiti cha ufalme wa Dubai wametuletea maendeleo, watahitaji umeme, watahitaji mtambo wao wao wenyewe mm, tu tuna u tunamalizia kumalizia. Swali la mwisho ya leo, kwanza mesaji ya kwanza au ujumbe wa kwanza kwa Burundi nzima, Waislamu wa, wa Burundi nzima na wasiokuwa Waislamu e, tumesali baada ya mwezi mzima wa mafungo, tukiwa katika amani na utulivu, wakati kuna sehemu zingine za Burundi tumesikia kwamba kulikuwa tuvuruguvurugu vurugu kama Mwaro e, kama Bugarama Muramvya e, kwa hiyo sisi, Mungu ametujalia huu mwezi wetu umemalizika vizuri kwa amani na us usalama. Inabidi tudumishe vitu hivyo, lakini mesaji kubwa ni kuomba watu wa Rumonge kuungana, kuwa pamoja tupate kitu kile ambacho wanaicha kwenye Kifaransa au Kiingereza success story. Tuwe na watu wa Rumonge ambao tutawajivunia katika maendeleo ya katika fani zote. Kwa mfano, tukiwa na mwanamuziki tuseme, huyu ni mwanamuziki mashuhuri anatoka Rumonge, huyu ni mfanyabiashara mashuhuri, mfanyabiashara mashuhuri anatoka Rumonge, huyu ni, ni shekhe mkuu ambaye anatoka Rumonge, huyu ni mchezaji wa mpira mashuhuri anatoka hapa. Kwa hivyo twende tunajua kwamba Rumonge ya leo siyo ya jana, imekwenda kwenye mashindano. Na kwa taarifa yenu hivi karibuni tu, mbali na kujenga barabara kutoka Bujumbura mpaka Nyanza Lake, kuna mradi wa kujenga soko kubwa la maendeleo ya kikanda maana yake ya East Africa ambayo itajengwa Kanyengoko na itasaidia kupanua Rumonge uhusiano wake na nchi jirani, Rumonge na mikoa mingine. Kwa hivyo watu wajiandae kwamba ni wakati wa kufanya kazi kwa faida ya watu wa Rumonge. Hii ndio kitu kikubwa, mesaji kubwa, tupendane ili tufikia maendeleo ya kudumu, na sisi twende kwenye treni ambayo imekusha ng'ooka ya wengine ya maendeleo. Ndio mesaji kubwa leo, na nashukuru sana kwa muda wako kiongozi, asante sana. Nawatakia kila la heri, mafanikio. Waislamu wote popote walipo, walioko ndani na nje ya Burundi wajue kwamba Rumonge tumefika hatutoki, hatuondoki. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo nilikuwa na kiongozi wetu hapa Karenga Ramadhani, amezungumza mengi sana. Kama una chochote kile cha kuongeza comment yote ile unataka, dondosha hapo kwenye comment section. Pia usisahau kusubscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Behind the camera, Malik Stalin.